Mimi naitwa Father Nguruwe, wengine wanifahamu kama Father Kitimoto. Mimi ninafanya utume au ninafanya kazi Sudani ya Kusini, na nimefika kwa ajili ya likizo hii. Wiki nafikiri kwa siku ya Jumatano ka nimeshika simu, vidole vyangu vilikuwa vinaniambia nimpigie simu dada yangu nikasita, na siku ya Alhamisi nikasita, lakini usiku nikajaribu kupiga simu ikawa inaita, na siku iliyofuata yeah, nikapata taarifa ile ya msiba, nijisikia vibaya sana. Nilikutana naye mara ya mwisho mwaka jana mwezi wa pili. Baada ya kupata uhamisho, nilimwalika kuja hapa kwa ajili ya sherehe ya kuniaga, na alikuja. Aliniambia vitu viwili, nafikiri wenzangu wanakumbuka. Aliniuliza, kaka yangu Nguruwe, huko nako kwenda kuna chakula? Sasa kuna padri mmoja ambaye alikaa kule kipindi kirefu, akasema chakula kipo. Basi akasema nimekuletea hiki kiskani kidogo tu kikusaidie kufanya kazi kule. Tamkumbuka dada yangu sana kama alivyosema paroko, alikuwa mnyenyekevu, mnyenyekevu na mtu wa, wa, wa kawaida. Na fikiri kubwa tulilolifanya leo tumemsindikiza, na nimalize kwa kusema wanadamu hatuna budi kumshukuru Mungu pale anapotupa pale anapochukua chake. Kama inavyokuwa wakati anapotupa ni ngumu, lakini tukiweza kufanya hivyo tunapokea mazito kwa imani na mambo yakipokewa kwa imani yanaleta uvumilivu na amani. Raha ya milele umpe Bwana, mwanga wa milele umwangaziemzike kwa amani. Amina. Makiwa wanafamilia na makiwani sisi sote.